Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano imetoa siku mbili kwa mamlaka ya bandari nchini TPA kurekebisha kasoro mbalimbali zilizojitokeza katika mtambo wa kupima mafuta Flomita, ulioko Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo miongoni mwa kasoro hizo ni pamoja na uharibifu wa kamera za ulinzi zinazodaiwa kuungua na ku kusop... wa mitambo hiyo kwenye eneo hilo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika ziara ya kutembelea mitambo hiyo, katibu mkuu wizara ya Ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Leonard Chamuriho amesema kuwa serikali haiko tayari kuona mradi uliojengwa kwa ajili ya kuboresha mapato ya malighafi ya bidhaa ya mafuta unatumika kinyume na matarajio yaliyokusudiwa, na hivyo uharibifu uliojitokeza katika mitambo hiyo ni lazima urekebishwe haraka ili kuweka viwango bora vya utoaji huduma hiyo. Aidha, katibu mkuu huyo amesema kuwa mtambo huo ambao upo katika kipindi cha majaribio ukiwa na miezi miwili toka uanze umeonekana kuwa na mapungufu mbalimbali, mbali ya uharibifu, ambapo mbali na kamera mbili za ulinzi kuungua pia vifaa mbalimbali vimeonekana kutofanya kazi, zikiwemo valvu za mitambo hiyo ambazo zinadaiwa kuharibiwa na mvua zionyesha hivi karibuni na kusababisha utendaji kazi wa mitambo hiyo kupungua. Moja, kuna kamera mbili zimeungua. Uh, ambazo mmesema aliyezileta anawajibika kuzirudisha na ziko kwenye warranty. Hiyo tutataka taarifa yake. Cha si pili ambacho kimejitokeza eh, pale, maana vimetokea vitu vitatu. Eh, tumepata hiyo ya um, ya valvu ya valve, ya valve ni ya pili. Valvu ya pili, valvu ambazo zime zimeathirika na mvua. Pia imebainika kuwa mafuta yanayoingizwa nchini yanaingizwa na kupokelewa yakiwa machafu, hali ambayo inaleta usumbufu katika kuyachuja katika mitambo hiyo, huku akiwataka wahusika wa bandari kufuatilia uingizwaji wa mafuta machafu. Anaalamika kwamba mafuta na uchafu, tena zinapata shida kama hakuna jinsi ya kuawenye meli au kufanya bomba na uchafu mtambo wetu naikc zinginywa. Upande wake, meneja mradi wa mtambo wa kupima mafuta TPA mhandisi Mary Mhayaya ameelezea namna uharibifu wa vifaa mbalimbali vya mtambo huo ulivyotokea huku akiahidi kushughulikia tatizo hilo. Uharibifu umetokea muda si mrefu, wiki kama nne hivi, toka wakati kipindi kile cha mvua. In fact, kulitokea upepo mkali, kuna siku moja kulitokea storm, upepo mkali toka baharini. In fact, mgekuja siku ile, mabati yote yale mgekuta yamezuliwa, yalile jengo kwa ile ilikuwa Weather condition tu ambayo sio kitu cha kawaida kutokea. Sisi kama TPA, maagizo ya Waziri Mkuu ya katibu mkuu tunafanyia kazi haraka, kwa sababu moja, mkandarasi kuna maeneo ambayo alikuwa aweke vifaa ambavyo haviwezi kuruhusu maji, lakini vifaa alivyoweka vinaonekana vinaruhusu maji. Kwa kwa kwa hiyo hiyo matakwa na mkataba uko kwenye garantii, kwa hiyo bado uko kwenye uangalizi wake, anatakiwa kurekebisha. Kwa hiyo sisi kama alivyoagiza katibu mkuu, tutahakikisha marekebisho hayo yanafanyika haraka. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10.